gani mtazamaji wa Global TV Online kupitia Global Sport pekee unapata habari mbalimbali za kimichezo ukiwa na mimi sports lady wako nambari tatu mgongoni Esther Msoffe. Baada ya taarifa ya kifo cha video queen maarufu nchini Agnes Gerard almaarufu kama Masogange kutokea jana Aprili ishirini elfu mbili na kumi na nane, baadhi ya wanamichezo kupitia kurasa zao za Instagram wametoa pole. Tukianza na msemaji wa klabu ya Simba anamzungumzia Haji Manara kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika hivi, namnukuu. Nilipopata taarifa hii kwa mara ya kwanza sikuamini, nikajua ndio ile desturi mpya ya bongo ya kuzushiana, ila kwa taarifa hii tukubali kuwa mwenzetu ametutoka. Ninakumbuka wiki mbili nyuma aliniambia nimpe jezi ya Simba ili yavae tarehe ishirini na tisa Taifa. Kweli binadamu mipango yetu ina matakwa ya mola mwenyezi Mungu. Poleni familia, poleni wadau wote. RIP Agi. Hayo ndio maneno ya msemaji wa klabu ya Simba Haji Manara kupitia Instagram wa Simon Epigodi Msuva ambaye anakipiga katika klabu ya Difaa El Jadida nchini Morocco, ameandika hivi hakika kwa tafsiri hii, duniani tumekuja kutembea. Pumzika kwa amani Agi, mwanga milele ukuangazie. Poleni ndugu zangu wote hapo nyumbani Tanzania. Mwili wa marehemu Masogange umehifadhiwa katika hospitali ya taifa Muhimbili. Mungu ailaze roho ya marehemu alipema peponi, amina.